ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club ambapo ikumbukwe kwa sasa klabu ya soka ya Simba wameweza kuingia kambini ikiwa kwa sasa tunashuhudia ligi mbalimbali mbali zimeweza kusimama kuweza kupisha e, ratiba ya mechi kwa upande wa ngazi za timu za taifa ambapo kwa upande wa bara la Afrika kuna mechi za kufuzu kombe la dunia. Sasa kwa upande mwingine tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Wameweza kuingia kambini kwa wale wachezaji ambao wameweza kusalia katika kikosi cha Yekundu Msimbazi, ambao hawakuweza kubahatika kuitwa katika timu za taifa. Kwa hiyo miongoni mwa taarifa ambao tunakwenda kusogezea ni habari njema kuhusiana na ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba ambao waliweza kupata majeraha mbalimbali na imepelekea klabu ya soka Simba kuwa na hofu kuelekea katika mchezo wao wa hatua ya robo fainali dhidi ya Almasri, ambapo mechi kwa wa mujibu wa ratiba, Simba wataanzia ugenini pale nchini Misri ambapo tarehe mbili Simba watakuwa na kazi ya kuanzia ugenini dhidi ya al Masri, lakini tarehe tisa mechi yao ya pili watakuja kuimalizia katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa fahamu golikipa kipa wa klabu ya soka ya Simba sports Club Musa Kamara Pinpin aliweza kupata majeraha katika mchezo wa mzizi madabi ambao Simba waliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam na tumeshuhudia mechi ambazo Simba walizicheza, kwa upande magolikipa ambao walikuwa akiaminiwa ni Ali Salim Katoro na Huseni Abeli. Sasa hii ikazua hofu kubwa, kwa sababu ukiangalia mlinda mlango eh, Musa Kamara Pinpin alikuwa katika kiwango bora sana na katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho sambamba na ligi kuu Tanzania bara, tumemwona alikuwa akifanya saves nyingi za maana. Sasa habari njema ni kwamba golikipa Musa Kamara Pinpin aliweza kuitwa katika timu ya taifa ya Gine ambapo siku ya jana tumeishuhudia taifa la Gine likicheza mechi pale nchini Ivory Coast katika uwanja wa stadi Abidjan zidi ya Somalia, na habari njema ni kwamba golikipa wa klabu ya soka ya Simba Musa Camarra Pinpin aliweza kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Gine ambacho amba kiliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Somalia. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, hii ni habari njema ikidhihirisha kwamba golikipa huyu tayari ameshapona kwa hiyo, akirejea katika klabu ya Simba mara baada ya international break kumalizika, basi ataweza kutumika katika mechi za wekundu wa Msimbazi. Lakini habari njema nyingine ni kuhusu kiungo mkabaji ambaye naye pia aliumia, Mzamiru Yasini, ambapo madaktari waweza kuthibitisha kwamba aliumia kisigino akiwa mazoezini, aliweza kukosekana ndani ya wiki mbili. Kwa hiyo habari njema, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kimeweza kurejea Bunju Arena Simpia, kwa ajili ya kufanya mazoezi naye Mzamiru Yasin pia ameweza kuonekana sehemu ya kikosi hiki ikidhihirisha kwamba naye pia tayari ameshapona. Lakini habari njema nyingine ni kumuhusu beki wa katikati Che Malone Fondo ambaye yeye pia aliumia enka katika mchezo wa Simba dhidi ya Azam tarehe 24, mwezi wa pili, mwaka 2025 yeye bado yupo nchini eh, Morocco katika mji wa Raja Casablanca. Sababu za kupelekwa kule ni kwamba Simba wamempeleka beki huyu E, kwa upande mwingine akafanyiwa matibabu zaidi kwa sababu inasemekana kwamba aliumia vibaya mno, kwa hiyo kuna uwezekano akakosekana mpaka msimu unakwenda kumalizika. Sasa Simba wakaamua kumpeleka Morocco ili kwenda kufanyiwa matibabu kwa kina zaidi, na pia taarifa ni kwamba anaendelea vizuri. Kwa hiyo kuna uwezekano kuna uwezekano mkubwa atakaporejea katika nchi ya Tanzania, basi moja kwa moja akaanza kufanya recovery kwa ajili ya kujiunga na wachezaji wenzake ili aweze kuwa sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho moja kwa moja kitakwenda kucheza mechi za Simba. Kwa habari njema zaidi ni urejeo wa Mzamiru Yasin sambamba na Musa Kamara, lakini kwa Che Malone bado ni 50-50. Nini maoni ni mtazamo kwa taarifa hii? Kama mshabiki wa Simba umeweza kupendezwa nayo, Like video yetu.